Mtazamaji, uh, tukiachana haya ni kwamba wanasiasa wa chama cha Wiper wamemsuta Rais William Ruto kwa kile wanachodai ni kudhalilisha jamii ya Wakamba ma hao kwamba wamechoka na madharau yanayotoka serikalini. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti anasema kwamba kwa muda kinara wa Wiper wa kina na jamii ya wakamba kwa ujumla imezomewa na kudharauliwa wakiwa kimya, na sasa wako tayari kuingia kwenye mchezo wa mapambano ya kisiasa wakizungumza wakati wa kumtangaza mgombea wa kiti cha uwakilishi wodi eneo la Mumbuni North Anthony Kisoi. Aliyekuwa mbunge wa Machakos Town Victor Munyaka amedai kwamba Rais Ruto ana mazoea ya kuhadaa na ahadi nyingi. You take his goodness for granted. You take his calmness for granted. You take his diplomacy for granted. You take him being peaceful for granted. Yani, muna mdharau tu kwa sababu yeye ni mpole, yeye abishani na mtu, yeye hapendi kelele, munasema munamchukua tu hivihivi. Wacha niwaambie, Maini inakunyonga Mumeona kumekuwa na makelele imekuwa inatoka kule Nyanza na kwingineko, wanapigia huyu kelele, sijui hakuomboleza vizuri, wanasema huyu sijui hakufanya nini. Mimi nataka kuwaambia watu wa Ukambani, hiyo inaitwa diversionary tactics. Wanataka tusahau kuna wamama wanne wanalia, sababu watoto wao walipigwa risasi pale Kasarani, si ndio? Wanataka tusahau kuna kijana anaitwa Bob Njagi na mwingine anaitwa Nicholas Oyo ambao waliabdaktiwa karibu mwezi moja uliokwisha na hawajaonekana na serikali hajaongea. No.